Afisa mkuu wa utawala wa Trump amethibitisha kuwa Syria itajiunga na muungano wa kimataifa ili kupambana na kundi la Islamic State na hivyo kuashiria mabadiliko katika sera ya kigeni ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Tangazo hilo lilitolewa wakati Rais Donald Trump alipokutana na Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa katika Ikulu ya White House, ziara ambayo inakuwa ya kwanza kwa kiongozi huyo wa Syria katika historia ya nchi hiyo. Katika mahojiano na ripoti maalum kuhusu Fox News, al-Sharaa alisema ziara hiyo ni sehemu ya zama mpya ambapo nchi hiyo itashirikiana na Marekani. Trump ameeleza ungaji mkono wake kwa al-Sharaa. Siria sasa itakuwa nchi ya tisini kujiunga na muungano wa kimataifa unaolenga kuondoa shiriki waliosalia wa kile kinachoitwa Islamic State na kuzuia mtiririko wa wanamgambo wa kigeni kuelekea Mashariki ya Kati. Kufuatia mkutano huo, afisa mkuu wa utawala pia alithibitisha kwamba idara ya hazina ya Marekani pamoja na idara za serikali na biashara zitatangaza hatua mpya za kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa Siria na kutoa uwazi wa kufuata kwa wawekezaji. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval saa kadhaa baada ya mkutano huo, Trump alisema kuwa wanataka kuona Siria inakuwa nchi yenye mafanikio makubwa. Uhusiano kidiplomasia wa kidiplomasia kati siri ya Siria na Marekani ulisitishwa tangu mwaka 2012 ingawa Marekani sasa itairuhusu Siria kufungua tena ubalozi wake mjini Washington. Huu ni mkutano wa tatu kati ya viongozi hao wawili. Trump kwa upande wake ameeleza mara kwa mara kuunga mkono Sharaa akimtaja kama kijana anayevutia na mpiganaji. Mwezi Juni Rais Trump alitia saini amri ya utendaji ya kuondoa vikwazo dhidi ya Syria ambavyo ikulu ya White House ilisema itasaidia kuunga mkono kwa njia ya utulivu na amani ya nchi hiyo. Wakati huo utawala ulisema utafuatilia hatua za serikali mpya ya Syria ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za kurejesha uhusiano na Israel na kushughulikia magaidi wa kigeni na makundi ya wanamgambo wanaoendesha harakati zao nchini humo. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shunona Haji.